Uh, kama mnavyo, hii sasa inamaanisha nini? Miundo mbinu hii yote hata ingekamilika kama haifanyi kazi itakuwa haisaidii. Tunajenga bandari Dar es Salaam, maboresho mbalimbali yanaendelea kufanyika kwa zaidi ya dola milioni mia nne ishirini na moja, Tanga zaidi ya bilioni mia nne ishirini na tisa, ukienda Mtwara takriban bilioni mia moja na hamsini na saba. Kwa hiyo unaweza kuona Daktari Samia Suluhu Hassan alivyoamua kujenga bandari karibu zote kwenye bahari kuu na kwenye maziwa. Hapa nimezungumzia kwenye Ziwa Tanganyika. Ungesema niongelea na Mwanza ningeeleza kule Kemondo, North Mwanza na Bukoba. Ungesema ningeongelea Nyasa ningeongelea bandari kubwa ya Mbamba Bay inayojengwa. Sasa ujenzi wa miundombinu hii yote unakwenda sambamba na ujenzi wa reli inayounganisha kutoka Dar es Salaam, inayounganisha kutoka Tanga pamoja na maeneo mengine kwenda kwenye maziwa hayo. Lakini kule kwenye reli tumepitisha sheria ya open access. Yaani, baada ya kukamilisha ujenzi wa miundombinu ya reli, wananchi au wawekezaji wa ndani na nje ya nchi wanaruhusiwa kuleta mabehewa au vichwa vya treni kwa ajili ya kuendesha. Ni kama unaofanya kwenye barabara. Tumejenga barabara, ukiwa na maroli yako, let ukiwa na basi yako, let. Sasa ndivyo hivyo upande wa ziwa Tanganyika, tumejenga bandari ambazo zimezitaja hapo juu, lakini bado tulikuwa hatujaanza kwenye kazi ya ujenzi wa meli kwa kiasi kikubwa. Serikali imesaini mkataba tayari ambapo hivi ninavyozungumza tumeanza ujenzi wa kiwanda cha meli pale katabe ziwa Tanganyika, zi kwa maana ya Kigoma. Kile kiwanda kitasaidia kuhudumia meli mbalimbali mbali. lakini pia tunakarabati tunakarabati meli yetu ya mwongozo pamoja na sangara pamoja na Liemba. Hawa wenzetu wameamua kuja kujenga meli nne kwa mkupuo zenye uwezo wa kubeba tani elfu mbili elfu mbili na watakamilisha ndani ya muda mfupi. Zitaunganisha upande wa kwetu na upande wa ng'ambo. Hii ni habari njema sana ambayo kimsingi, waheshimiwa wabunge, nawashukuru kwa kutambua na kuthamini, kwanza, diplomasia ya uchumi ya rais wetu, mahusiano yake mazuri. Nchi ziko nne, wangeweza kujenga meli hii, wangechagua pengine bandari mojawapo, wangejenga meli hizo, wamechagua Tanzania. Lakini mbili, hawa wenzetu wangeweza kupitishia mzigo wao kwenye bandari zingine wamechagua kupitishia kwenye bandari ya Dar es Salaam. Maana yake ni nini? Diplomasia yetu ya kiuchumi inayoongozwa na rais wetu Samia Suluhu Hassan inafanya vizuri kwenye nchi yetu. Tunaendelea kumpongeza na kumshukuru kiongozi wetu huyu kwa kazi hii kubwa ambayo anaifanya. Hatua hii ya kupata uwekezaji na mwekezaji ambaye anakaa kwa muda mfupi, lakini anatulipa kiasi cha zaidi ya bilioni mbili e, inafanya bandari angalau iwe imeanza kuchukua hatua ya kufanya kazi iliyokusudiwa tumeona mwekezaji huyu anajenga meli za kwake kwa ajili ya kuzitumia kwenye Lake Tanganyika kuleta mizigo yake kutoka DRC Congo kuipitisha kwenye bandari zetu kwenda huko duniani. Sasa e, jambo hili ndio ambalo tumekuwa tukiliomba siku nyingi, kwamba serikali haiwezi kufanya kila kitu, lazima invite sekta binafsi, sekta binafsi ifanye baadhi ya kazi e, kwa kutumia mazingira mazuri yaliyowekwa na serikali. Ukienda kwenye bahari ya Hindi kule Zanzibar, na, nna na, na, na, Dar es Salaam, meli zinazofanya kazi za mzee Baharesa sio meli za serikali, lakini watu wanaenjoi, wanapata huduma na serikali inapata kodi. Kwa hiyo hiki kinachofanyika hapa ndio tulichokuwa tunakielekeza siku zote, kwamba kama serikali itakuwa na meli ya Liemba, Muongozo na meli nyingine mbili wanajenga, ni sawa lakini haiwezi kumaliza mahitaji yote ya meli kwa pesa za walipa kodi wa Tanzania wakawa wanatengeneza meli wanatengeneza meli. Lazima kukaribisha sekta binafsi kama walivyofanya watu wanakuja, wanajenga meli, na meli hizo zitatumika kwa kazi zao. Lakini wenyewe wamesema wanapoleta mizigo yao wakiwa wanarudi, kama kuna mtu ana mizigo, wanaweza wakambebea waka wakafanya makubaliano na mapatano. Tarehe 12 kama alivyosema mkataba huu wa miaka miwili ni ya upangishaji wa eneo wanaolitumia kujenga meli kwa miaka hiyo miwili, watakuwa wanalipia kwa kutengeneza meli hapa. Faida zake ni nini? Uwekezaji huu, hawa ni kampuni tanzu ya kampuni nyingine ambayo inatokea China yenye migodi kule Manono za Kongo DRC. Wanataka watengeneze meli hapa ambazo zitafanya kazi ndani ya Ziwa Tanganyika lakini wakisafirisha shehena ya madini kutoka Manono. Kwa hiyo hata hapa wanajenga meli, lakini zitakuwa zinaenda Kalemi na maeneo mengine. Lakini muhimu sana ni kuvutia shehena, na shehena hii itapitia bandari ya Kigoma, itaenda Dar es Salaam na Tanga. Kwa hiyo tunategemea kuwa na shehena kubwa zaidi ya madini ya kimkakati wanasema wataalam, kupitia nchi yetu ya Tanzania na kupitia bandari zetu, na hivyo tutapata faida kubwa, kwa sababu biashara ita itachechemua utaratibu huu utachechemua biashara katika maeneo yanazunguka Ziwa Tanganyika na sehemu zote zitaopita reli ya ya reli ya reli kati kutokea Kigoma, kwa maana ya reli ya kawaida ya MGR tunaita na, na reli ya